berenosindo sirikali Kenya kwanza kumakolwenygiute fuambo kolero ni ratiro mag ute fuambo, fuambo uketie katiba. Kama taifa la Kenya ni ngumu sana, tunakuwa na rais ambayo dunia mzima yeye ndiye namba mbili kwa ufisadi na namba moja katika bara letu la Afrika na mnataka tujivunie kuwa na rais kama huyo? Ni kweli rais anatuambia tusiongee maneno ya usalama aswa, uh, military uh, yetu. Namwambia ni sawa, hiyo ni sawa, lakini amefanya historia. UDA na Kenya kwanza ndiyo administration ya kwanza tangu uh, tupate atamu zetu za uongozi, tuona ya kwamba Uh, chief of defense forces ati anakufa akiwa ofisi ati kwa sababu ya ajali. Amefanya historia hiyo. Wakati historia ya nchi hii itakapoandikwa, hiyo itakuwa katika hiyo historia.